Kwa hiyo nimesema hili jambo la kuomba na kuombewa limekuwa na mkanganyiko kwa sababu watu wale wahubiri hawatofautishi huyo anayeombea huwa yuko katika hali gani, na huyo anayeomba yuko katika hali gani. Kuna tofauti, tunatofautiana nguvu za rohoni. Kwa mfano, kuna mtu anapata msiba, anapata uchungu, analia, hawezi kuomba lazima, lazima aombewe faraja, aombewe nguvu na Biblia ijasikataa kwamba watu wasiombeane wa, wa, wa imesema ni ombea nini nini, ninyi kwa, kwa nini, nini mpate kuponywa. Lakini nimetoa mfano mwingine nikasema ni mfano wa Paulo na Sila, lakini na mfano mwingine ni wa Petro. Petro kwenye Matendo ya Mitume sura kumi na mbili alivyotiwa gerezani, alichoka kuweza kuomba, alilala ilabidi aombewe. Kwa hiyo kanisa ndio liliomba kwa juhudi mpaka malaika akatumwa na Mungu akaenda kumshitua mtu ame, kutoka kwenye usingizi. Lakini Paulo na sila kwenye kitabu cha Matendo kumi na sita ishirini na tano wao wameeleza kwamba yeye yeah, alipotiwa gerezani alikuwa na nguvu za rohoni akaweza kuomba hey. Alikuwa anaomba na kuimba mpaka milango ya gereza ikafunguka. Kwa hiyo unaona, hao wote ni watumishi, lakini sasa wanatofautiana viwango vya nguvu. Turudi kwenye swali letu la leo, mtumishi. Mm. Leo niko niko na swali linalotoka katika Mwanzo sura ile ya nane. Mm. Tunafahamu tuna, tu, tuna kwamba kitabu hiki cha Mwanzo katika uumbaji, uh, baada ya nyoka kum, kumlubuni Eva hmm. na akamdanganya kwamba kila tunda la katikati hmm. atafunuliwa hmm. sivyo hmm. atafunuliwa na, na, na Eva akachukua ya, ule ushauri wa, wa, wa nyoka hmm. akala tunda na akampelekea mume wake baada ya kula tunda uh, Mungu alitoa ali, ali, ali hukumu mm. ile tunaita hukumu ama mm. kwa sababu alishatenda dhambi, kwa hiyo akapewa mm. hukumu yake mm. lakini hukumu aliyopewa nyoka ni kuwekewa uadui mm. kuwekewa uadui kati yake yeye na mwanadamu, mm. na mwanadamu. Mm. lakini tukirudi katika sura ya nane mstari mwanzo nane katika hii mstari inayofuata ina Hmm, Tunamuona Nuhu alipewa sauti na Mungu, hmm, kwamba jenga safina. Hmm. Ukishalimaliza chukua uh, chukua ndugu zako na, na uzao wako na nini, ingia nao kwenye safina. Hmm. Lakini pia Mungu alimwambia chukua viumbe hai kwa jinsi yake. Hmm. Chukua viumbe hai kwa jinsi yake. Hmm. Nuhu akafanya hivyo, akachukua wanyama wawili wawili, wa kike na wa kiume, kachukua ndege, kachukua sungura, kachukua... hakumsahau nyoka, hakumsahau nyoka. Lakini huku nyuma nyoka alishalaaniwa na akawekewa uadui na mwanadamu, kwamba mwanadamu akimwona nyoka atam... atamponda kichwa Hmm. Na nyoka akimwona mwanadamu atamng'ata kisigino. Hmm, hii imekaaje? Kwa nini Nuhu aliweza kumchukua adui wa, wa, wa Mungu ama aliweza kuchukua kiumbe kilicholaaniwa na Mungu? Hmm, adui yake. Hmm, akaingia naye kwenye safina. Hmm. Sasa ni vizuri tueleze kidogo, kwa sababu kitu cha kwanza nataka watazamaji wajue ni kwamba Nuhu safina aliyoijenga alipewa maelekezo na Mungu. na Mungu na saizi ya safina Mungu ndo alimpa Ndiyo, lakini nataka niwahakikishie kwamba Nuhu hakutafuta wale wanyama. Safina ilivyokamilika, wale wanyama Mungu ndio alikuwa anawaingiza kwenye safina. Aliwaingiza mwenyewe, aliwaingiza mwenyewe, na yeye ndio alifunga mlango wa safina. Hakufunga Nuhu, hakufunga Nuhu. Na ndio maana baada ya mafuriko watu wale walioweza kuogelea walienda kumgongea, akasema mlango sijafunga mimi, mimi. Mungu, Mungu. Mungu amefunga e. Kwa hiyo Mungu ndio alikuwa anawaita wale wanyama. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili viumbe vyote huwa vina masikio. Wan... Yani kila kitu kina masikio. Mpaka miti ina masikio, mpaka mawe yana masikio. Mm. Maana Yesu alikuwa anasema kwamba msiponisifu nitainua mawe ya nisifu e, hawezi kuelewa kama hayana masikio, lakini alitumia kitabu cha Isaya sura ya kumi na moja. Ukisoma Isaya sura ya kumi na moja imeeleza vizuri kuanzia ule mstari wa nane. Anasema na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeatishwa atatia mkono wake katika pango la nyoka. Yani tena mwenye sumu, lakini atacheza naye hata mngata. Lakini anasema mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na wewe unajua mbwa mwitu huwa anapenda anapenda kondoo. Sasa mbwa anasema kwamba ana uwezo wa kuwafanya hivyo, mbwa mwitu akakaa pamoja na mwana kondoo, chui akalala pamoja na, na mbuzi ndivyo inasema kwenye Isaya 11 ukisoma kuanzia mstari wa tano mpaka wa nane. kwa hiyo Mungu ana, ana, ana tabia mbili kubwa na hichi ndicho nataka nieleze kwa watazamaji wajue. Mungu ana sifa mbili kubwa Mungu ana uwezo wa kuuisha na ana uwezo wa kufisha. Okay. Na Mungu ana uwezo wa kuua na ana uwezo wa kuweka hai. Kwa hiyo ana uwezo wa kuondoa huo uadui na ana uwezo wa kurudisha. Kwa mfano Sauli alikuwa ni mfalme wa Israeli mm. Biblia nasema roho mbaya ilikuwa inatoka kwa Mungu inamuingia Sauli. Anataka kuua mtu. Lakini Mungu ametengeneza tayari Daudi akipiga akipiga gitaa pale tayari roho mbaya inamwachia. Kwa hiyo kwa Mungu hakuna roho nzuri tu. Wala lo, kuna roho mbaya ndani yake. Na kuna roho nzuri. Ndio maana nasema roho mbaya ilikuwa inatoka kwa Mungu inamvaa Sauli. Kwa hiyo Mungu ndo aliweka ule uadui. Lakini wakati wa, wa ile garika ali, aliondoa ule uadui kwa nyoka. Nyoka akaweza kulala na kondoo, maana kondoo alikuwa mle watoto, watoto, watoto, watoto, watoto, watoto waliokuwa kule kwenye safina wa Nuhu walikuwa wanalala na chui na chui huwa anararua kwa, kwa, kwa, kwa maneno hayo. Kwa hiyo ukichukua Isaya ya kumi na moja ni kwamba Mungu aliondoa huo uadui kutokana na tukio husika liliokuwepo kipindi hicho okay. aliondoa kwa maneno hayo mtumishi. Hmm. na nakumbuka na kuna mtumishi mmoja nilishaye kukutana naye hmm na yeye ndiye alinifunulia, nikaanza kujiuliza, Biblia ikoje? Mbona kama ina pande mbili mmm, yaani mbona kama mbona kama ina ina, ina, ina inaweza ika ika ikaweka dhambi alafu ikaondoa dhambi mmm, kwa maana gani? Mtumishi aliniambia aliniambia kwamba wakati Mungu anaziumba roho mm, wakati Mungu anaziumba roho aliziachia duniani mmm, baada ya kuziachia haijalishi ni roho mbaya ama ni roho njema, kila mmoja alichukua roho yake mm -hmm. Ndio maana unakuta kwenye ulimwengu unakuta kuna, kuna, kuna wakati uh, amini binadamu wanakuwa na roho kama ya simba mm -hmm. Lakini ndani ya simba hapo hapo kuna simba pia anakuwa na roho ya ubinadamu, ndio na ndio maana unaweza kukuta amini, simba kwa nini hamlifisi ni, ni, ni, ni zile, zile, zile kazi zile tabia mbili za Mungu nimesema kwamba yes. ana tabia ya kuua na kuuisha. Yes. Sasa kuua maana yake ni kuondoa kitu hai, lakini pia ana uwezo wa kukihuisha yani kukifufua kikawa hai. Kwa hiyo kwa mfano, wewe ukiambiwa kwa nini Daniel alitupwa kwenye shimo la simba? Kwa nini simba wakumtafuna Daniel? Walimuacha, walimuacha kwa nini simba mwenye njaa ya siku saba anaweza kumwacha mtu? na kati ni chakula chake, lazima amle. Kwa sababu Mungu aliyekuwa ndani yake alikuwa na nguvu yaku, ya kufunga. Ndio maana wanasema Mungu ndio amemfunga huyu simba, makana yake asiwe, asiwe na, asiwe na tamaa ya kumla e, aliiondoa. Kwa hiyo hata mwanamke Mungu alieka kabisa, akasema kwamba tamaa yake itakuwa kwa mume wake. Kwa hiyo mwanamke atatamani mwanaume Kwasa, sema, kwayo, <laughs> izi, na hata kama huku tunakoenda wanawake saba watamfuata mwanaume mmoja kwa sababu Mungu alishasema. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nzuri hizi na roho njema na roho mbaya, yaani Mungu ana uwezo wa kuzuia kitu na ana uwezo wa kukiruhusu kitu. Mpenzi mtazamaji, nyoka ikaingia huko kwenye safina, na aliondolea uadui, na aliruhusu tembo akaingia. Tembo ni mkubwa, lakini yeye ndiye alikuwa anawaita. Wewe jiulize, wewe ni mwanadamu, unaweza kwenda kumtafuta tembo umwambie twende kuna twende kuna kwenye kwenye, kwenye, kwenye, twende kwenye safina halikuwa anawaita na ukitaka kuelewa ni kusoma ile Zaburi ya mia moja na nne. Zaburi ya mia moja na nne inasema kwamba maji yalikuwa yanapanda na, ya kwenye mlima kabisa. Yanapanda yakasimama ya, napanda, ya, yakawa kama mlima. Anasema kwa kukemea tu. Yale maji ya, yaliposikia sauti ya Mungu, Yakaporomoka yakakimbia. Kwa hiyo maji yana uwezo wa kumsikia Mungu. Miti inamsikia Mungu. Yesu mwenyewe likemea mti. Akasema, ukauke. Nasuluka kwa ukaume kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na ni yeye alikuwa anawaonyesha mlango wa safina, na yeye mwenyewe ndo alikuwa anahakiki huyu ameingia na huyu, huyu ameingia na huyu, mpaka kunguru, mpaka njiwa, kwa mfano.